Tarehe ishirini na tisa ambayo ni Jumatano inayokuja ni siku ambayo tunaenda kwenye uchaguzi mkuu, siku ambayo tunaenda kuchagua rais, mbunge, pamoja na diwani. Hii ni kwa sababu ya kuweza kuchagua kiongozi ambaye unamtaka, unamapenzi naye. Hivyo tujitokeze wote kwenye vituo vyetu ambavyo tumejiandikisha kwa ajili ya kupiga kura. Usisahau kuja na kadi yako ya kupiga kura. Sasa nikwambie tu kitu kimoja, ambayo unanisikiliza kwamba vituo vyetu vya kupigia kura vinafunguliwa kuanzia saa moja kamili asubuhi na vinafungwa panapo saa kumi kamili jioni, au sio? Bwana, hii haibagui jinsia, dini wala kabila. Jioni wote ambao umejiandikisha, fika katika kituo chako cha kupigia kura ulichojiandikisha asubuhi mapema, saa moja tunafungua vituo, alafu saa kumi tunakuwa tumemaliza zoezi zima na kupiga kura, sindio bwana? Yani iko hivyo. Burudani inaendelea sasa Nikwambie kitu kimoja, usisahau kitambulisho chako cha mpiga kura. Na kama umepoteza ama umeharibu ama kimeharibika kwa bahati mbaya, basi we njo hivyo hivyo ulivyo eh, jiona kitambulisho chako cha NIDA. Kama umepoteza cha mpiga kura, jiona cha NIDA ama leseni yako ya, ya, ya udereva ama pasi yako ya kusafiria, si ndio? Maana mana tupige kura kwa pamoja.